Ena mtendaji wote wa halmashauri kwa namna ambavyo maelekezo ya baraza la madiwani kupitia maingizo wa mashauri mesimamia mpa mapato imekusanya vizuri sana oa maana tunakwenda karibu, tumepita zaidi ya nusu ya bajeti ambayo imitera firini ishirini na iishina tano kama mlizungumzia mnaendakuwa mpate bilioni tatu nukta moja sasa mnakaribia bilioni nne nukta tano Maana yake mmejipanga vizuri sana, sina shaka na tunapokwenda kwenye bajeti ishirini na tano na ishirini na sita kwa namna ambavyo mipango mkaiweka vizuri zaidi kufikia bilioni tano isiyo na shaka kwa sababu nkakwenda kama tini kusanyejo mapato baraza la madiwani likielekeza kama njia ya fedha utawala neba mkitoka nakwenda na mfumu. Ashule zimeshakamilika tunaanza kuingiza wanafunzi pale, twendeni tuweke umeme kwenye umeme upatikane, ili watoto wanapoingia pale waingie wasome kwa amani na utulivu. Maji roasa mko hapo au sa mko hapo Akikisheni mnapeleka maji kwenye ama eneo pale tunapohitaji maji, pelekeni maji. Tunataka huduma zote zilizoko kule, barabara tushaelekeza, barabara lazima zifike kwenye taasisi zetu zote, tufikie hapo, ili kila kinachotakiwa kiende, lazima tufike kwa wakati. Lakini zaidi nikishukuru ofisi ya Rais kwa jinsi ambavyo Wezekana, wezekana. Kwa jitihada zao wakifanya yasiyowezekana kuwezekana, hii hiishukali hizi kwa niaba ya wananchi wa kata ya Tingatinga na kata pia Ngeleao, kwa kuwa kwenye vikao vyetu tuliomba Wizara ya kugawanya maeneo yale mawili kuwa kata mbili, na hatimaye baada ya juhudi nyingi za viongozi wenu wa ngazi zilizozitaja

kwamba msiku wa Longido umeondolewa kwamba ni msiku wa serikali kuu. Msiku sasa za mashauri zilizobaki ni ya Kipembeni na Gilaji. Na hapo imesema kwamba mkataba huko kwa nusu safari, lakini baadhi ya vipengele vitakuja baadaye kujadiliwa. Moja yapo ipo hivi kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulienda takanika kujifunza mambo ya uwekezaji, tukepata nafasi ya kupata ile taarifa ili sasa na sisi sasa tujaanae kwamba kama tunaenda kuwekeza hizi misitu tukubaliane na hawa wawekezaji nao, na sasa nsubi bora ya kuwekeza. Kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti, nikisema hivyo e, kwamba hawa hawaanuzi safari, ni kama vile tumeshaingia kwenye mkataba ka sasa tunasubiri baadhi ya vipengele. wakati sasa tunachotamani ni kwamba kama kuna wawekezaji wengine waingie kwenye wa ushindani, ili tuweze kuona kwamba, je, hawa wanaweza kutufaidisha zaidi ama kuna wengine? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo swala jiangaliwe na tupate ile taarifa sasa, ili tuweze kujadili, maanake tulienda kuona mambo mengi na tumejifunza mambo. Nishauri ni Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya ardhi waungane, waweke kwenye site kwanza, kubainisha yale ma, maeneo kama iko sahihi kwa sababu, ukijaribu kuangalia kwenye, ukijaribu mheshimiwa mwenyekiti kuangalia, je inasoma tofauti na GPS na ramani. Kwa hiyo yako tofauti, tunahitaji wa tunaitani watu wa ardhi, mheshimiwa mwenyekiti, kwa ushauri waende pale kwenye site, waungane na kamati ya ardhi kwa ushauri wako, waibainishe pia hiyo mheshimiwa mwenyekiti, haya wala hawakubaliana hususan

Ndio msema ninachoamini, madiwani hawa watapata uelewa wa neno hili, si waoga wa ile ya baba. Hiki ndio kipo na hiki ndio tunatoa mfano ili kuheshimu taratibu za serikali ambazo zipo. Kwa hiyo lazima uliza swali na kujibu, baba atakuwa yupitisho na madiwani, na mimi baba atakuwa yupitisho. Kwa hiyo hiyo hasa kwa namna yote hii